Bwana msanii Diamond Bladams imeposti kwenye ukurasa wake wa Instagram, na tunafahamu this wiki au mwezi Oktoba ni mwezi ambao msanii Diamond Bladams amekanusha kwamba ni mwezi wake wa kuachia mayo, wa kufanya ngoma nyingi sana, kwa sababu ni mwezi ambao kwake, uh, una historia nyingi sana lakini pia ni mwezi ambao una Blessing nyingi sana kwa upande wake na kwenye jasini yake ya mziki, na of course katika huu mwezi imekanusha kuna ngoma nyingi sana ambazo tulikuwa tunatamani tumsikie Diamond Platnumz kwenye flavor tofauti tofauti uh, ya Bongo flavor ile asili kabisa ambayo tulikuwa tunamzoea nao, pia hata watu ambao walikuwa wanamsikiliza nao kipindi cha nyuma mpaka wakamkubali. So, kipindi hichi hapa msanii Diamond alikuwa yuko busy sana na harakati zake za kupeperusha bendera kimataifa michongo yake ya kufanya uh, mziki wa kimataifa kolabo mbalimbali, lakini pia uh, matamasha mbalimbali ya nje ya nchi kutangaza mziki wake na vitu kama hivyo. So, nao bana amepumzika na kusema basi huu mwezi Oktoba tuufanye ni mwezi wa nyumbani, turudishe pia fadhila za home, au sio bana? Tufanye mziki wa Bongo Flava, na ni mda mrefu sana long time kumuona msanii Diamond kufanya mziki wa Bongo Flava, uh, maadhi ya Kiswahili moja kwa moja so hivi karibuni iliachia track yake ambayo inaitwa Msumari, watu wamepokea vizuri, na mpaka sasa hivi ambavyo tunazungumza, hii ni track inashika namba moja kwenye all digital platforms zote ambazo zinapandisha mziki, so hicho ni kitu kikubwa sana, lakini kuna maneno mengi ambayo alikuwa anazua umzo, alikuwa anaibuka sana baada ya hii track kuiachia. So kuna story ambazo zilikuwa zinaibuka kwamba msanii Diamond sasa hivi pia inasemekana pia kaongeza mke wa pili, hii ni kitu ambacho abikiwake wengi sana walikuwa anaposti baadhi ya picha, lakini pia wanadai kwamba huyo mke wa pili ana ujauzito na mtoto kasha kuwa mkubwa sana, na inasemekana pia mke wa pili li mfanyakazi wake ambaye anaitwa Aliaaosobana. So hizi ni story ambazo zilikuwa zinareletiwa sana huku akitegiwa ili akanusha ukweli kwamba uh, kuna gani kuhusiana hili kwamba Uh, ana wanawake wangapi, lakini pia amezaa na wanawake wangapi nje? Kwa sababu watu wengi wanamfahamu pia ambao walishawahi kudeti na Diamond, nikiwa na maanisha Zari na Shadona. Uh, story za udaku watu mbalimbali walikuwa wanalizungumza hili kwamba msanii mkubwa, lakini unakaa kimya na unafanya kitu kama hichi cha kuoa wanawake wawili, alafu unakaa kimya. Sasa Diamond aliona ni kelele nyingi sana, akaamua kuingia kwenye peji yake Instagram siku ya leo, na akaandika ujumbe na kuwajibu wale wote ambao uh, Uh, wanamwongezea wana mke sijui tumeelewana. So ameandika ujumbe kama ufuatao. Ameingia kwenye IG yake Instagram, na akaandika akasema kwamba naona kuna misumari inapigiliwa kuwa Simba kaongeza mke wa mke. Hapana jamani, sijaongeza msinipe ujasiri nsio kuwa nao. Akaweka emoji ya kucheka na clipu nyingine inasambaa, niko kwenye gari na msichana uh, hiyo ni video yangu nyingine ambayo inatoka soon. So, huu mwezi ni, ni warwana wa burudani tu, mambo ya ugomvi na waifu. Amekanusha e, nakusema kwamba kuna klipu ambazo zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii na kudai kwamba zile ni klipu ambazo zinahatarisha mziki wake wa baadaye, au kuna video ambayo inakuja baadaye. Kwa hiyo msichukulie sana serious na mkadai kwamba yule ambaye eba rekodi naye ni mtu wake au oh, mke wake. So hizo ni vitu ambavyo niliamua kuvi clear kwa sababu so kwa Section, watu wakaunga mkono wanamjua, ikiwemo pia watu wake uh, wa karibu Rom Jones kuandika Innocent Boy, producer wake ame comment na kuandika mzoa kujipoza. so, comment ni nyingi sana ambazo watu wa karibu wanamkubali na kukubali pia pengine aongeze pia pia mke wa pili pia ikipendeza zaidi, kwa sababu, uh, mfuko anamruhusu lakini pia hata, uh, kuamudu pia anamruhusu. Na mshauri nini Diamond Platnumz, Nahisi akiongeza mke wa pili ndo atakuwa permanent atakuwa yuko vizuri kwa kazi zake ambazo anazifanya, au kutakuwa na kelele nyingi sana? Kwa sababu sasa hivi tunajua kashao wa mke wa kwanza ambaye tunamfahamu na alishaye kumtambulisha ni Zuchu. Je, yeah, huyo mke wa pili akitokeza kutakuwa na tabu yoyote kati ya mke wa pili na mke wa kwanza? Lakini pia tunawashamzoea, pia Diamond ilikuwa kwenye mahusiano na watu wengi au na wanawake wengi sana, lakini sasa hivi pia au wanawake wameshakuwa kama past, nikiwa namaanisha ex, unalipi cha kumshauri? platinum yaangusha comment yao hapo kwenye Bongo Plus TV. Mimi ni anaitwa Rizki Bwana Libia kitengo genathimo. Peace.